Bunge wa Jomvu badi twaliba amekariri kujitolea katika kutoa tumaini kwa familia zinazoishi eneo bunge lake, kuhakikisha zinapata elimu bila ubaguzi. Badi amesema haya wakati wa hafla ya kutoa kima cha shilingi milioni 22 za kufadhili masomo kwa wanafunzi wa vyuo vikuu na vile vya kadri. Na leo tunataka tuseme kwa tutaweza kusaidia watu 1755 kwa kiwango cha milioni ishirini na moja mia sita na hamsini na tatu elfu na mia tano. Tujipigie makofi kwa hiyo kazi nzuri ambayo tunafanya. Kwa hivyo, na wewe wasoma leo, maneno ya kusema, unaona advert ati useme mki apply hivi sitapata. Hapana, apply. Mungu yuko na ukijiamini, utapata kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu, na mimi hiyo naamini. Wakati huo, Badii amepongeza ushirikiano wa mkurugenzi wa mamlaka ya bandari nchini Kapteni William Ruto kwa kuahidi kutoa tarakilishi ishirini kati ya 25 zinazohitajika katika maabara ya kompyuta ya shule ya pili ya Kajembe. Kenya Ports Authority wanipa Nimetembea kwa wale wazazi wetu wanaotoka na wazazi World Bank. World Bank wanaona pale kazi inaendelea tele, majengo yanajengwa kila mahali, lakini karibu yake ni Miritindi Secondary School hakuna lolote ambalo linaendelea. Kisa nini? hawakuandika proposal ile ambayo financially ya mwaka huu itamiti yale ambayo tunaweza kudistribute kwa mashule mengine Tukasema maadamu nyinyi tuliwasaidia hivi, safari hii watasaidia wengine. Tumeenda mbio, tulipoona hatuna madarasa, Kenya Ports Authority leo wanatupa madarasa mawili yanaendelea hapo, na watengenezea ukuta pia. Tuwapigie makofi Kenya Ports Authority. Pia mtoto ambaye atafanya vyema, Captain Ruto atampa laki moja kutoka mfukoni mwake, kama njia ya kumotivate. Hajui ni mtoto wa nani, lakini maadamu ni rafiki wa Fulangenge, atampa laki moja mtoto, ili amtie motisha aweze kusoma vizuri. Tuwapigie makofi ndugu zetu. Aidha, amemtetea Kapten Ruto dhidi ya kashfa za madai ya ubadhirifu wa mabilioni ya fedha. Kwa hivyo leo nataka kusema nikiwa member transport committee KPA, Lamu Port ilikuwa haina kazi kabisa. Leo tunaona transhipment za Ethiopia zafanyika pale thamani na hapo. Kwa hivyo tunataka tuambie makateli ambao walikuwa washazoea kupeleka poti kama chombo chao binafsi, safari hii wankula huu, kwa sababu yule watu wa kudanganya yule hadanganyiki. Amfanya kazi ndani ya poti, aijua poti nje ndani, na maadamu atusaidia atusaidie zaidi tuandike vijana wetu watakavyomaliza degree waandikwe kazi ndani ya port. Huo ndio utakuwa urafiki wa sawa sawa hapo. Ali, Vincent Benvin TV.